Chama la wana timu ya wababe, timu ya wajanja wote, Taifa Stars leo inashuka dimbani kucheza na timu ya taifa ya Nigeria. Mchezo huu unapigwa saa mbili na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. Ebana chazi mombwa, Mbwana Samata, Kevin jioni, Faisal Salum na nyota wengine lukuki wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, kazi yao kubwa leo ni kuipa heshima Tanzania dhidi ya Ademola Lukman, dhidi ya Victor osme na nyota wengine wengi kina Kevin Bassey ambao wanacheza kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria. Katika mechi ambazo Tanzania imeshai kukutana na Nigeria katika mechi nane zilizopita, Tanzania haije kushinda mchezo wowote. Imepoteza michezo mitano na kupata sare michezo mitatu. Leo utakuwa ni mchezo wa tisa. Je, Tanzania tutaendelea kuwa vibonde? Lazima tukatae unyonge leo. Kama hiyo haitoshi, Tanzania kwenye michuano hii ya mataifa Afrika ama ya AFCON haijawahi kushinda mchezo wowote AFCON iliyopita, kama nakumbuka, tulipoteza michezo yote. Kwa hiyo leo ni nafasi nyingine ya kusaka heshima mpya. Nigeria katika mechi tano za michuano hii, ama mechi tano zilizopita za michuano hii, hajapoteza mchezo wowote katika hizi mechi za ufunguzi. Lakini leo itakuwa ni nafasi yake ya, ya kuangusha alama tatu muhimu. Ee bana, mechi zingine ambazo zinapigwa leo hii ni Congo na Benini. Kwaale Wakali wa kubeti, we mpe Kongo mazima moja kwa moja. Senegal mpe Senegali naye anacheza na Botswana, leo anashinda moja kwa moja. Ukitoka hapo sasa, mechi ya Tanzania na Nigeria, weka magoli mawili, yanatokea katika mchezo wa leo. Kisha Tunisia na Uganda, weka magoli mawili katika huu mchezo nao, yanatokea kama kawaida. ni mechi